Basi leo tunaendelea na Wakili wa Moyo katika hatua yake ya ishirini na tano. Tuliona katika hatua yake ya ishirini na nne ambapo mara ya mwisho Colin na mama yake walikubaliana soon, baada ya kupata unafuu, basi wangeenda kumwona Cecy ambaye anaendelea na matibabu nchini India. Nini kinakwenda kujiri? Mimi na wewe tuende pamoja na hii Wakili wa Moyo katika hatua yake ya ishirini na tano. Ni siku nyingine tena ambapo tunaona mama Mage na mwanaye wakizungumza kuhusiana na hali ya Colin na mchumba wake. Kifupi ni kwamba mazungumzo yao yamejikita kwenye maombi juu ya Cecy asirudi kwenye hali yake ya kawaida, ikiwezekana asirudi kabisa kuendelea kuishi. Wanachotamani ni taarifa mbaya kuhusu Cecy ili iwe fursa ya Mage kurudiana na Colin. Basi ni kwamba Mage na mama yake wanaendelea kupanga mipango ya kujipendekeza kwa Colin na mama yake katika kipindi hiki cha matatizo ili kuwashawishi kurudisha mahusiano ya Mage na Colin, kama ilivyokuwa hapo awali. Na Mage anaahidi kutumia nguvu kubwa sana ya ushawishi wa kike hasa kwa Colin kuhakikisha hilo linawezekana. Baada ya mazungumzo, Mage anamwaga mama yake na kwenda kumwona Colin nyumbani kwao ili aurudishe ukaribu wao kutokana na matatizo ya mchumba wake Cecy, huku maombi yake Cecy afie India na Tanzania urudi mwili wake. Mama Colin alimpokea Mage, aliyejionyesha mwenye uzuni kutokana na ugonjwa wa Colin. Alisalimiana na Mama Colin na kuonesha kusikitika sana kutokana na hali ya sasa ya Colin. Basi alijibaraguza pale mtoto wa kike, lakini mwisho wa siku aliomba onane na Colin kwa ajili ya kumjulia hali na mama Colin hakuwa naiana katika hilo, alimruhusu Maggie kuonana na Colin. Na kwa vile chumba cha Colin alikuwa kikijua, alikwenda moja kwa moja na kuingia ndani bila hodi, alimkuta Colin amesizia, alinama na kumpiga busu la shavu lililomfanya Colin afumbue macho. Alishtuka kukutana na Maggie aliyekuwa amemchanulia tabasamu pana huku amesimama pembeni ya kitanda. Colin, mpenzi wangu, pole sana Mage alisema huku akikaa kitandani lakini Colin hakumjibu kutokana na kushikwa na butwa. Vipi, unaendeleaje mpenzi wangu? Mage unatafuta nini hapa? Colin alimuuliza huku amemkujia uso. So, Colin mpenzi wangu, maswali gani hayo wakati unajua wewe ni mgonjwa? Hata kama ni mgonjwa, sikukuita uje unione, labda ungekuja kuona jeneza langu na simu ile yangu. Kwa nini unasema hivyo mpenzi wangu? Majibu ya Colin yalimshtua sana Mage. Kwanza naomba jina la mpenzi ulifute. Mpenzi wangu ni mmoja tu ambaye ni Sesi. Colin, kumbuka kabla ya Sesi nilikuwepo. Kuna mtu aliye mpenzi wa moyo wako, si mwingine bali ni Hans, na si Colin. Colin, Hans amefungwa, si mpenzi wangu tena. Mwenye hiyo nafasi uliyebakia ni wewe tu peke yako. Mimi ulinipenda, lakini Hans ulimpenda zaidi. Kwa hiyo ndiye chaguo sahihi la moyo wako na si mimi. Na mimi wewe nilikupenda lakini sisi nilimpenda zaidi. Na yeye ndiye aliyenipenda kuliko kiumbe chochote kilichopo chini ya jua. Ulichokitaka kimefanikiwa. Naomba uachane na mimi sasa. Kwani nimefanya nini? Magi aliuliza huku akilia. Unajua, umeniumiza mara ya kwanza hukutosheka, umeniumiza kwa mara ya pili, bado hujaridhika. Naona kimebakia roho yangu tu sasa. Kwani usiseme hivyo, unaniumiza. Ulitaka tufe sote lakini nakuhakikishia Cecy atapona na atarudi tufunge ndoa. Hata kama Cecy atakufa, nitafunga ndoa na maiti ya Cecy na si mwanamke mwingine yoyote yule. Kwa nini nisiseme hivyo? Cecy akifariki, sio mwisho wa dunia, maisha yataendelea. Nina imani hakutakuwa na mwanamke mwingine atakayechukua nafasi ya Cecy tofauti na mimi. Mage, ninachokisema hakitafutika maoni mwangu. Cecy ndio mwanamke wangu wa maisha na wewe msubiri Hansi funge ndoa. Kiasi hicho, ya maneno yale yaliuchoma moyo wa Mage ambaye alikuwa na matumaini ya kuchukua nafasi ya Cecy ambaye aliamini kupona kwake ni asilimia ndogo sana na hata akipona hataweza kuwa sawa, na hiyo ilikuwa ni kutokana na maelezo ya daktari aliyemfuata baada ya Cecy kupelekwa India. Alimweleza kuwa kama atapona angeweza kuwa na tatizo la kusahau au kupoteza kumbukumbu kumbu, ambacho kuwa sawa na kichaa cha kipindi, kama maji ya kupwa na maji kujaa. Kuna wakati nakaa sawa na kuna wakati ishayumba. Baada ya kuumizwa na maneno ya Colin yaliyomkatisha tamaa, alitoka nje Akilia kilio cha kwikwi, kitu kilichomshtua mama Colin aliyekuwa ameketi sebleni akijisomea. We Mage, unalia nini? Colin kazidiwa hapa na mama Colin, kanifukuza eti hataki kunioa. He, kwa sababu gani? Sasa hata sijui, yani anasema yupo radhi kufunga ndoa na maiti ya Cecy kuliko kunioa mimi. Eti mama, siombi, ila kwa bahati mbaya Cecy akifa, mwanamke wa kuolewa na Colin kuna mwingine zaidi yangu? Hakuna. Sasa kwa nini ananidhalilisha kwa maneno makali hivi? Labda amemkuta leo haipo vizuri. Mama, naomba kama sisi akifa basi nafasi yake nipewe mimi kwa vile tunajuana vizuri. Inawezekana kufungwa kwa Hansi na hii ajali ilikuwa mpango wa Mungu kuirudisha harusi yetu iliyofungwa mbinguni. Mm. Mbona makubwa? Hapo mama sisi aliguna kutokana na maneno ya Maggie. Mama, naomba kuzungumza na Colin. Si ulisema anatakiwa kupeleka hospitali kila siku asubuhi. Kazi hiyo nitaifanya mimi hata kumpikia chakula, kumfulia, kipindi chote nitafanya mimi. Nipo tayari kuhamia hapa kuhakikisha Colin apate tatizo lolote. Sawa, basi tulia, nitazungumza na Colin. Mama Colin alikwenda chumbani kwa Colin ili ajue kimetokea nini, mpaka apishane kauli na mpenzi wake wa zamani. Alimkuta Colin amejilaza, macho kaangalia juu. Mlango ulipofunguliwa aligeuza shingo kuangalia nani aliyeingia, alimkuta ni mama yake. Vipi baba, safi? upo sawa? Sipo sawa kabisa. Kwa nini tena mwanangu? Nani kampa ruhusa huyu shetani kuingia ndani? Colin, shetani ni nani tena? Mama, sitaki kumuona Mage machuni mwangu. Kwa nini, baba? Alinifanyia madogo. Leo ni Mungu tu nipoe, lakini kifo changu angechangia yeye, hata mateso ya mpenzi wangu chanzo ni yeye. Kaniumiza mara ya kwanza Jeffrey, karudia mara ya pili kaniumiza na mpenzi wangu, bado tu ananifuatafuata. Kwani anataka nini kama sio uhai wangu? Lakini kwa nini unamhukumu bila kujua ujumbe aliyoandika mama, ujumbe ulikuwa mbaya. Sisi hawezi kulia kwa ujumbe wa kawaida. Bado hutakiwi kumhukumu kwa kitu usichokijua, inawezekana ulikuwa ujumbe wa kawaida, lakini kwa vile mpenzi wako alishajenga chuki kwa Mage, huenda kufurahishwa na ujumbe ule. Lakini mama, hata kama ni haki mtu kutuma ujumbe au kupiga simu akijua kabisa mimi ni mchumba wa mtu na tupo katika hatua gani? Ha, hapa anaweza kuwa amefanya makosa, lakini hakuna adui wa maisha adui wa leo, rafiki wa kesho. Msamee mwenzio, ni umwacha analia kwa maneno yako makali. Mama nitamsamee Mage labda sisi hapona. Sipopona, sitamsamee mpaka nakufa. Sikiliza mwanangu. Ni wazi Mage anakupenda sana. Hujui tu kama Mungu anapitisha uamuzi wake, sisi anafariki, Mage ndiye mwenye nafasi ya kuwa mkeo. Mama, kwa nini unakimbilia kufa? Mpenzi wangu nataka nikuambie kitu Cecy akifa nitafunga naye ndoa kabla ya kuzikwa. We Colin, kwani umerogwa? Yani ufungwa ndoa na maiti ili we nini? Sasa kutimiza ahadi niyo muahidi Cecy, ambao ndio ndoto yake kubwa kwangu ya kuwa mke na mume. Mama, Cecy nampenda, lakini yeye ni mwalimu wangu wa mapenzi, ndiye wakili wa moyo wangu, kanipigania wakati wote kuonesha ana mapenzi ya kweli kwangu. Cecy hanipendei kitu bali mimi kama mimi mm. Na kisha muoa nitaendelea kuwa mwaminifu katika ndoa yangu mpaka mauti atakaponichukua. Kwa hiyo huoi tena? Mama, ndoa ipo moja tu duniani. Ikishafungwa duniani mpaka mbinguni itafunguliwa. Sasa kama amekufa, si ndio mwisho wa ndoa yenu? Ah, kwangu itakuwa mwanzo kwa vile sijetumikia ndoa yetu. Ko ni mwanangu upo sawa kweli? Tena akili zangu zipo timamu kabisa. Hmm. Hebu pumzika. Naona kama upo sawa mwanangu. Mama wala hata usisumbuke kufikiri unavyotaka kufikiria. Sina jibu zaidi ya nililokupa. Sasa kwa mfano, sisi amerudi haipo sawa na ugonjwa wake hauponi au amepooza, utafanya nini? Sasa mama, labda unyenielewa kitu. Kama unaweza kufunga ndoa na mwili wake usio na pumzi, nitashinda vipi kufunga ndoa na sisi katika hali yoyote ile mama. Colin alitoka bila kuongeza neno, huku akijiuliza Mage kamfanya nini Colin mpaka kufikia uamuzi mzito kama ule, lakini aliamini zili ni hasira za kumuona Mage, lakini baadaye zitashuka na kuelewana. Aliamini kabisa ugonjwa wa Cecy si wa kupona na kama akipona hata kuwa sawa, kwa hiyo mwanamke aliyeona anamfaa mwanaye ni Mage kwa vile tayari walishakuwa wapenzi kabla hapo. Mage, baada ya mama Colin kujitokeza, alikaa mkao wa kutaka kujua amezungumza nini na mwanaye Vipi mama? Colin kasemaje? Mm, hii kazi hebu niachie. Najua bado Colin ana hasira. Zikipoa atanielewa tu. Yaani mama, siamini kabisa maneno yake kwamba anataka kuoa maiti ya Cecy. Kwani wanawake wameisha? Hata kama hanitaki mimi, lakini bado wapo wanawake wazuri na wenye tabia nzuri kuliko Cecy. Hiyo lisikutie pressure, mwanangu. Colin namudu kwa vile ni mwanangu na wala hata wa mwanamke mwingine zaidi yako. Ninyi mnafahamiana. Lakini pia mlikuwa mnapendana, kwa hiyo mtaendelea mlipoishia mwanangu, wala hata usijali. Umeona? Eh mama, yani Colin anamshangaa kweli kweli. Sasa sikiliza, kesho anatakiwa kupelekwa hospitali kwa mazoezi, kwa hiyo njoo asubuhi mpeleke. Mama, kwa hali hii atakubali kweli? Mage anashangaa kauli ya mama Colin. Mage, wewe njoo, mimi nitajua cha kufanya na kuhakikishia, lazima utaolewa na mwanangu. Mm. Mama nitafurahi sana bado naona kama nipo ndotoni. wala si ndotoni, amini ni mkewe. Nashukuru sana mama, basi nikuache niwe nyumbani. Hakuna tatizo, msalimie mama yako. Haya. Mage aliagana na mama Colin na kurudi nyumbani kwao huku dua lake likiwa kwa, kwa Cecy asirudi hai ili aichukue nafasi ambayo aliamini ilikuwa yake hapo awali. Hakutaka kuyajutia maamuzi yake ya kuachana na Colin na kurudiana na Hansi kwani kwake ulikuwa uamuzi sahihi na ilitokea bahati mbaya kufungwa kifungo cha maisha. Moni mwake alikuwa tayari kumsubiri Hansi hata miaka kumi ili a, lakini kifungo cha maisha kilimvunja nguvu na kuamini mtu sahihi kwake kwa sasa alikuwa ni Colin peke yake. Aliapa kumpigania Colin kwa nguvu zote, kumrudisha mikononi mwake, hata kwa kutoa uhai wa mtu. Alipofika nyumbani kwao, alimweleza mama yake kila kilichotokea. Mambo bado ni mazito. Katika hatua hii ya 25 tumeweza kuona uchu wa Mage kutaka kurudiana na Colin kwa gharama yeyote ile iwayo licha ya kwamba Colin naye ameendelea kushikilia msimamo wake ya kwamba hato kuwa na mwanamke yeyote chini ya jua tofauti na Cecy binti ambaye ameonyesha mapenzi ya dhati tangu enzi. Kwa upande mwingine Mage mama Colin, pamoja na mama yake wanafanya jitihada za makusudi kuhakikisha wanarudisha penzi lililokuwapo hapo awali. Swali ni je, hili litawezekana? Na vipi kuhusu hali ya Cecy ambaye mpaka sasa inaonekana kuwa ni tia maji tia maji. Majibu ya maswali haya na mengine mengi unayoweza kuwa nayo yanapatikana katika hatua yake ya ishirini na sita. Kwa hiyo mimi na wewe twende pamoja, bila kukosa Wakili wa Moyo katika hatua yake ya ishirini na sita.